Pindua, pindua. Kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia MB dakika kivyovyote. Naam, huwaligani mtazamaji wa Global TV Online, kupitia Global Sport unahabarika kimichezo ukiwa na mimi sports ready wako nambari tatu mgongoni, Esther Msofe. Mashabiki wa Simba wamemshukia mwenyekiti wao wa Kamati ya Usajili, Zacharia Hans Poppe. Mashabiki hao kupitia mitandao mbalimbali wakionyesha wazi kupinga kauli yake dhidi ya beki Shomari Kapombe. Kapombe ni majeruhi, lakini Hans Poppe alionyesha kushangazwa na Kapombe kutorejea uwanjani huku akisisitiza amepona. Hans Poppe alikwenda mbali zaidi na kutishia akisema arejee acheze au aende, kwa kuwa hawezi kuendelea kumlipa mtu mshahara akiwa nje. Mashabiki hao wamemtaka Hans Poppe kuwa muungwana hasa baada ya Kapombe kujibu akisema bado ni majeruhi na hawezi kucheza. Kapombe amesisitiza kama Simba wako tayari kuvunja mkataba, hana tatizo. Mashabiki wengine wamemshambulia Hans Poppe kwa lugha chafu wakidai si kauli ya kiongozi anaweza kuzungumza hivyo badala yake kuzungumza na mchezaji au kuchukua hatua. Yote kwa yote, endelea kufuatilia Global TV Online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi. Usaku bofya sehemu unaandikwa subscribe, ili kuwa mwanafamilia wa Global TV Online na kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook na Instagram. Tunatumia Global Publishers, Twitter Global Habari. Mimi ni sposedi wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe, asante na kwaheri. Sibuka loto tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu baada ya miaka kumi Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote jishindie trekta aina ya John Deere 5065 boda boda 15 pampu za dawa 50 redio 100 majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem kem kem. jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya muamala wa M-Pesa kisha Chaguru.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 kutokea Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima. Unapindua pindua matumizi ya bandu. Kama una dakika zitumie kuperuzi, pindua pindua. Una MB unawaza kuongea, kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua unit. Uhuru ni wako, dakika na MB, ongea upenda pindua kwa mara ya kwanza kabisa, Tanzania, pindua units zako kwa dakika au MB au SMS unavyotaka, piga nyota 149 nyota 01 alama ya riri. Chagua pindua pindua Vodacom. Power to you.